Kutoka hey, Luanda <coughs> hapa nchini Angola, mahala ambapo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameanza jana ziara ya kikazi ya siku tatu. Leo ni siku ya pili, ambapo shughuli mbali mbalimbali zinatarajiwa kufanywa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, uh, akiwa pamoja na mwenyeji wake rais wa jamhuri ya Angola. Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na kwenda kulihutubia Bunge eh, la Angola lakini pia atafanya shijuyuu mbalimbali eh, hapa nchini Angola, lakini pia kwenda kutembelea mnara eh, wa muasisi wa taifa hili la Angola. Kwa muda huu unapitisha kuonyesha mazingira mbalimbali ya jiji hili la Luanda hapa Angola kabisa la kihistoria katika taifa hili la Angola. Moja kati ya sifa jiji hili, hili, ni usafi na hii ni asubuhi kwa huku Angola, muda huu ni saa tatu, kwa huku Dar es Salaam ni kama saa tano hii. Maana tunapishana nao masaa mawili, sisi tuko mbele kwa masaa mawili, huku wako nyuma kwa masaa hayo mawili na haya ni baadhi tu ya mazingira ya jiji hili, hili, akipitisha na sifa kubwa kabisa

asubuhi hii kwa mheshimiwa rais kufanya mazungumzo na mwenyeji wake rais wa jamhuri ya Angola, na baada ya hapo ataelekea kwenye mnara wa muasisi wa taifa hili na baadaye atalihutubia bunge, kwa ni mwaliko wa spika wa bunge la hapa Angola. Chote kile ambacho kitakuwa kinajiri kwenye ziara hii ya mheshimiwa rais, basi tutaendelea kukufahamisha kupitia platform zetu mbalimbali za Clouds. Kwa, kwa sasa tunaendelea kupitisha, kuonyesha mazingira mbalimbali ya jiji hili safi kabisa la Angola, hii ikiwa ni asubuhi ia kabisa inayofanywa na kiongozi mkuu wa nchi ya Tanzania, ikiwa ni miaka kumi na tisa imepita tangu ziara ya mwisho ilifanywa hapa mwaka elfu mbili na sita na aliyekuwa rais wa serikali ya awamu ya nne daktari Jakaya eh, Mrisho Kikwete, wakati huo pia akiwa na kofia ya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU. Hey, haya fika mwaka elfu mbili na sita katika taifa hili la Angola, pia alipata fursa ya kulihutubia Bunge la Angola. Hii ilikuwa ni mwaka elfu mbili na sita na sasa ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano takribani miaka kumi na tisa iliyopita, na Tanzania tena ikiongozwa na rais daktari Samia Suluhu Hassan inapata nafasi ya kufanya ziara kwenye taifa hili la Angola ambalo ushirikiano na Tanzania umeasisiwa miaka mingi tangu enzi utawala wa rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na rais wa kwanza wa taifa hili hayati Neto. Hiyo taarifa mbalimbali tutaendelea kuujuza kupitia platform zetu mbalimbali mbali za Clouds.